Ndiyo iliyokuwa taswira kamili katika kaunti ya Machakos wakati wa maandamano ya kuadhimisha mwaka mmoja tangu vijana wa kizazi cha Gen Z kuandamana mwaka uliopita. <coughs> Makabiliano makali kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji mjini Machakos kutwa nzima, hali ikipelekea mtu mmoja kupoteza maisha yake, huku wengine wakijeruhiwa eneo la Matuu katika patashika hiyo shughuli za biashara pamoja na uchukuzi zikitatizika kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa makabiliano, ambapo waandamanaji au waliwasha moto katika sehemu mbalimbali za mji huu na kuzifunga barabara. Katika kaunti ya Bungoma, waandamanaji walitumia siku hii kutuma ujumbe huu mahususi kwa rais William Ruto. tukuja hapa ni kuomboleza waliopoteza maisha kwa njia ya Kasongo kuua watu taka, tuwambie Kasongo hii mchezo yake yenye anaendelea hii, tafadhali aajane nayo yeye. Tumempea tu only one chance, amaliza hii one term na aende kabisa. Mimi nataka kuambia hii hey, 2027 hey, Kasongo ataenda nyumbani hey, sisi tumechoka hey, sisi tumechoka hey, tusi ameua arbatoch tusomea yeah. Tunataka kumwambia hii regime. Wenyeji wa kaunti ya Kirinyaga walioandamana wa walishtumu serikali ya Kenya Kwanza kwa kuendeleza mauaji ya kiolela kwa wale wanaoipinga, wakiapa kutositisha maandamano yao hadi wakati Rais William Ruto atasitisha maovu yanayoendelea nchini. Sana kwa sababu ya vile serikali inatupeleka, haitupeleki vizuri hata kidogo. Tuliona vijana wakiuawa na inaonekana yote, hata kwa waandishi wa habari tunaona, lakini bando serikali inasema inafanya uchunguzi. Hiyo uchunguzi ya mwaka mzima ni gani na imesaidia nani? Sasa, vijana wamekasirika, hata sisi wazee tumekasirika. Leo tunasema Kasongo must go, na kama Kasongo waedi meleli. Sisi mwenyewe tutamtoa na tunasema hatutaki kuumizwa tena na hatulipi gharama tena, na tutasimama maovu maofu ya kitawala. Meleli. Na katika eneo la pwani, wenyeji wa Mombasa walibeba mabango na kuzunguka mji huo kuwakumbuka Wakenya walioaga dunia wakati wa maandamano ya mwezi Juni tarehe ishirini na tano mwaka uliopita. Jenzi wako na amani wako na adabu, hawana fujo na mtu yoyote, wao wanauawa bure, wanauliwa bure. Na hapa Mombasa waliokufa walikuwa ni watu watatu, walioumia ni zaidi ya watu mia sita na mpaka waleo hatujaona hata kuambiwa pole na serikali. Kisa na maana si kuja hapa ni kuweza kuomboleza wale vijana waliotoka maandamano mwaka jana, ili kusinikiza serikali angushe mswada wa 2022 finance, 2023 finance bill lakini serikali ikatumia nguvu kupita kiasi wameweza kuumiza watu na watu zaidi ya watu zaidi ya sita wamekufa we must end extrajudicial killings we must end the killing of our young people we must end the killing of the gencies we must stop police brutality we must govern the country through the rule of law we must practice constitutionalism what we are saying We must compensate those who we lost. Hata hivyo hali ya utulivu ilishuhudiwa katika kaunti za Kilifi na Kisumu huku wakazi wakionekana kuendeleza shughuli za kawaida. <tune> Isaac Musyoka, Undugu TV.